Hata kama haukupata nafasi kabisa ya kujifunza elimu ya fedha shuleni darasani, au kwenye taasisi zozote za kifedha, haya ni maeneo matano ambayo unaweza ukajipatia elimu ya fedha ikakusaidia kuongeza kipato, kuboresha hatua zako za kiuchumi, kuboresha hali yako ya kifedha na kuongeza ufanisi, ujuzi, uwezo, maarifa kuweza kupiga hatua zaidi kuzielekea zile ndoto zako. Moja ni kwenye vitabu. Elimu yapea inapatikana kwenye vitabu. Soma vitabu mbalimbali mbali vya uchumi, kama nii sawa, kama ni the richest man in Babylon, it's okay. Kama ni the psychology of Money ni sawa, kama utasoma sana na the school of Money cha, cha yule Nigeria, it is okay. Kama tasoma vitabu vya Festo Amos, Nguvu ya Pesa, Mikopo na Madeni, Mwongozo wa Nidhamu ya Fedha, it is okay. Lakini eneo namba moja ambayo unaweza ukapata maarifa ya kifedha yaliyonyooka ni kwenye vitabu. Namba mbili ni kwenye semina, nenda kwenye semina, hudhuria semina mbalimbali utajifunza elimu ya fedha vizuri kabisa, kwenye semina, e, makongamano ambayo kuna walimu wa uchumi ambao wanakuwa wamealikwa nenda kujifunza elimu ya fedha. Namba tatu unaweza ukajifunza elimu ya fedha uh, kwenye vyombo vya habari eh? Ukipata nafasi, labda kuna vile vipindi ambavyo unakuta wamemwalika mwalimu, wamealika wamealika labda mtaalamu, wamealika mchambuzi wa masuala ya fedha na uchumi, unaweza ukaenda uh, au kafuatilia hivyo vipindi ukapata elimu na maarifa, ingawa sio vipindi vingi sana kwenye vyombo vingi vya habari, lakini ukipata hicho kipindi unaweza kaendelea kupata maarifa. Hiyo ni namba tatu. Namba nne, eneo unaloweza kupata maarifa ya kifedha ni kwa watu wanaitwa wataalamu, e, mamenta, makocha. Kama unajua huyu mtu ni mtaalamu kwenye eneo la uchumi, unaweza ukamgeuza kuwa menta wako au kocha wako, akawa anakusaidia kukuongoza, kukulea na kukupa misingi, miongozo, e, na malezi ya kiuchumi. Ndio maana unaambiwa kwamba kwa kuwa na menta au coach unaweza ukakimbia umbali ambao ulitakiwa utumie miaka kumi wewe ukatumia mwaka mmoja mpaka miaka miwili, kwa maana kwamba ukiwa na mtu wa kukuongoza njia unakuwa na nafasi bora zaidi ya kukimbia kwa spidi kuliko kutembea ukiwa mwenyewe. Ndio maana moja ya kauli mbiu ya timu maarufu ya ligi kuu ya Uingereza inaitwa Liverpool, wanasema kwamba you will never walk alone. Kamwe hautakiwi kutembea peke yako, you never walk alone eh. Kwa hiyo unatakiwa utembee na mtu. Ndio maana anaambiwa, ukitaka kwenda mbali nenda na watu, ukitaka kwenda haraka nenda peke yako. So you can think on that, ukatafuta mentor au kocha wako ambaye utakuwa unamtumia kwenye mashauri ya mambo ya kifedha ya kwako, personal financial coach au trainer au mentor ambaye anakuwa mshauri wako wa masuala ya kifedha mhm, mm. Namba tano ni kwenye social media. Kwa sasa hivi elimu ya fedha inatolewa karibu kila eneo. Social media nyingi, uh, za akaunti za watu ambao ni wazuri kwenye masuala ya uchumi wanafundisha elimu ya fedha. Kwaona wewe unaweza ukaamua ukawa unawafuatilia hao watu ikiwemo akaunti hii ya Festo Amos. Mm -hmm. Instagram Festo Amos underscore TZ. TikTok Festo Amos underscore. YouTube Festo Amos. Facebook Festo S Amos. Unachokifanya ni kufollow, na kama ni YouTube una subscribe. Hakikisha kama kuna mitandao haujaifuatilia au haujaifuata, haujawa mfuasi basi ukafanye hivyo. Hayo ni maeneo matano au ni njia tano ambazo unaweza ukazitumia kujifunza au kujipatia elimu ya fedha. Niambia kwenye comment, njia gani ambayo kwako kwa, kwa, kwa sasa hivi ni rafiki zaidi kujifunza elimu ya fedha kati ya vitabu, semina, eh, labda vyombo vya habari eh, mentor au coach au kwenye mitandao ya kijamii mtagi rafiki yako mwingine aje hapa, lakini muhimize share video hii, ili wengine waweze kuipata wajifunze namna ya kuweza kujipatia maarifa ya uchumi, kwa sababu siku zote tunasema kabla hujatafuta elimu ya fedha, tafuta kwanza maarifa ya kifedha, kwa sababu fedha ikitangulia kabla ya maarifa inapotea bila taarifa. This is Coach Amos. Thank you very much. Learn more to earn more and live a great life. See you next time